Manake tunapatikana barabarani sababu ya kilio ya vita, yenye kona tukumba huku na huku kama ngurejipa, imefanya hapa karibu mwezi sita. Naomba usalama, vita iishe, turudie makwetu. Watu watu wenye tulikuwa nalima mashamba, tumekia zaraulika Sawa wapumbafu basi eh, so, ujumbe ingine nenayo tu ni kilio, vita ishe, vita ishe basi yetu anatoka, tumetesekea eh. <tipa> Butembo sana <tipa> hatuna shamba, hatuna nyumba kila kitu hatuna. Mie niko na batoto sita, minakwa navokuba andukasie unajua, mie kwanza niko sie. Tunaomba tu kwanza tu salama kabisa, tumeteseka msiku za mingi. Hii <mogu> raia inakuwa na lengo moja imesema kwamba haiko d'accord na hiyo souffrance ambayo ndugu zetu wanaendelea wakipata huko Goma, Bukavu. Inaomba government iweze kulibere Goma, Bukavu, Kirumba, Lubero, Uvira na fasi penginepo ambapo M23 inaendelea kutesa watu. Kwa hiyo hiyo maandamano inaomba tena government ilete usalama Wakongomani wa huko este, nao ni watu. Wakongomani wa Kirumba ni watu. Wakongomani wa Beni nao ni watu, nao ni Wakongomani, na tunaomba amani. Ya pili, ndugu zetu majimaji wengi wamekuwa wamekuwa arete kwa kusema ni wa majimaji, wanakuwa gerezani. Tunaomba President Felix aweze kufanya yote juu chini au ndugu zetu watoke gerezani. Kwa mwisho, tunaomba government iweze kuredinamize hiyo programe ya kuwaforme watu kwa kijeshi, kwa sababu hatutaendelea kutia espoir yetu ndani ya jeshi ya nje ingalao, raia na askari zetu wako na force, na wao vijana wote, hiyo raia yote wako tayari kwa kupigana vita kwa kupartisipe ku défense de la patrie yale ambayo mmesema ndani ni ya kweli, na ndio maana tunawaagania, kama hii baruha itafika haraka iwezekanavyo kwa muhusika. Kwa sisi binafsi kama meri ya Butembo, kwa sababu tuna kopi, tuta akuze reception ya kopi yenu, ili mujihakikishie ya kwamba dokuma hii iko officiel. Meya, anataka sasa kusema sisi wote ndani ya mji wa Butembo tuchangie usalama wa mji, sisi wote tudenose, kwa sababu yale ambayo umesema katika barua hiyo, parti yote ambayo iko ukipena na M23, wafungwa wote walikimbia Wengi wamekimbia hapa mjini Butembo na wanajificha ndani ya manyumba, na ndio maana tuna reitere message ya maire de ville ambayo aliambia askari polisi na askari jeshi wote ya kwamba doria zitakuwa mixte entre FRDC na PNC.